Arahis asifiwe sana mtu wa Mungu. Shalom, shalom. Hesabu ishirini na moja katika aya ya tisa inasema, Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuua mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku ya kwanza katika mfungo wetu, na leo tunaiombea Tanzania yetu. Tunaomba amani kwa ajili ya nchi yetu, na sisi tunaona neno Mungu ameleta kwetu katika majira sahihi kabisa, akisema kwamba kile kipindi ambacho Israeli ilikuwa inapitishwa katika kuelekea katika ile nchi ya ahadi, walikuwa watu kunungunika, mtu walikuwa watu wanaofanya dhambi mno, walikuwa watu ambao hawataki kushtuka wala kumuomba Mungu, walikuwa wakulalamika na kuhukumu peke yake, hawakutegemea wala hawakut tamani kuna siku watakao watasema Mungu tusaidie katika hili. Walikuwa wakumtupia lawama Musa, walikuwa wakumtupia lawama viongozi wengine, walikuwa wakumtupia lawama Mungu peke yake bila kuomba chochote. Lakini Mungu tunaona akawatuma nyoka za moto katika wale watu wakawauma sana na wakawauma watu wengi na wengi walikufa. Kwa sababu walivyoona zile nyoka zile nyoka zilikuwa zinasumu. Wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Mungu, Musa akawaombea watu. Musa aliwaombea wale watu rehema na toba, na alipowaombea rehema na toba, Mungu akamwambia Musa jifanyie jifanyi, jifanyia nyoka ya shaba. Akamwambia Musa kwamba afanye nyoka ya shaba aitundike katika mti, na itakuwa mtu yeyote ambaye ameumwa na wale nyoka, atakapoiangalia ile nyoka ya shaba ataishi, atakapoitazama ile nyoka ya shaba atapona. Neno la Mungu linamaanisha hapa mtu wa Mungu kwamba tuna nyoka wengi wa ambao wameshatuuma sasa, wametuuma mno miguu yetu, wametuharibia maisha yetu, vitu vingi, kutokuwa na amani kumetuharibia maisha yetu, maumivu mengi tumebeba, kwa sababu haya yote tunahesabia kama nyoka siku ya leo. Lakini tunakumbuka kwamba kuna ile nyoka wa shaba ambaye ameangikwa pale katika mti. Leo tunainua vichwa tu sisi, Tanzania nzima, tunatazama nyoka wa shaba, tunaomba ile nyoka wa shaba, sasa tukimtazama tupate kuishi. Tunaomba Mungu kupitia ile nyoka wa shaba tuweze kuishi kupitia ile nyoka wa shaba, katika jina la Yesu. Na nyoka wa shaba wa leo ni Yesu, tunamtazama Yesu aliyeanguka pale msalabani kwa ajili yetu tupate kuishi, katika jina la Yesu amen. Tuungane pamoja katika ibada hii

jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, nasema ni asante kwa ajili ya kibali cha kusimama mbele zako sasa na wakati huu. Wewe ni Mungu unayeweza mambo yote, wewe ndiyo hosana, wewe ndiyo mtakatifu mtakatifu mtakatifu, ule kiti katika enzi yako, usiepangiwa na chochote, usiehukumiwa na yeyote, usieumbwa na yeyote, wewe ni muumbaji Mungu, wewe ndio mtu wa hukumu na wewe ndio mtu wa haki. Nasema ni asante kwa ajili ya Tanzania, asante kwa ajili ya nchi yangu Mungu, asante Tanzania, ninchenia, mani, ninchenia, kwa kwa, umetupa Tanzania ni nchi yenye amani, ni nchi yenye utulivu, umeiumba kwa nguvu za ya juu, umeiumba vizuri nchi yetu Mungu, umeifinyanga vizuri nchi yetu, umeiwekea neema ya ajabu nchi yetu, umeiwekea Mungu nzuri nchi yetu ya kushika matunda yaliyo mema ya kuchipua mbegu iliyo nzuri, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Na hicho ndicho kinampa adui hasira ya kutaka kutuangamiza. Asante kwa ajili ya mbegu ya amani Mungu, ni mbegu ambayo umetupa muda mrefu, na tumezidi kuwa nayo, imetusaidia tume survive vizuri nchi yetu Mungu, umetupa neema ya ajabu mfano wa majeshi. Pokea sifa, heshima na utukufu, maana vyote Mungu vinastahili kukuria wewe, kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Nashukuru mno Mungu wangu na baba yangu kwa kuwa umetupa nchi yenye neema nyingi. Mungu mtakatifu mtakatifu tukombeleza kwa sasa, Bwana Yesu, tukiomba rehema, tubu kwa ajili ya taifa letu. Mungu mtakatifu, kwanza ninaomba rehema, tubu kwa ajili ya kila familia, kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja ambaye ni Mtanzania anisikie sauti katika jina la Yesu, na yule ambaye asikii vile vile, Roho Mtakatifu na kutuma kwake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa kuwa Mungu umetupa ujasiri wa kuomba lolote na tunapokea, na huu ndio ujasiri tulionao ya kwamba tukiomba neno lolote kwa jina lako Mungu tunapokea, na sisi tunaomba sasa. Mungu, naomba Roho Mtakatifu akatembee kwa ajili ya kila mmoja Mtanzania, ninaomba utusamee kwa majeshi, na shuka chini ya enzi yako Mungu kbarema natoba inaomba turehemu Mungu, tumekosea kwa kunena, tumekosea kwa kutenda, tumekosea kwa kuwaza kwetu. Yamkini tumeweza vitu vingi vingi ambavyo sio vizuri, yamkini tumetenda vitu vibaya vingi. Mungu, naomba tusamee, tusamee Mungu, maneno yetu katika vinywa yetu imetoa simumbaya so, kwa nchi yetu naomba turehemu Baba katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, rehemu mmoja mmoja, Mungu tu turehemu, mfalme wa majeshi sikia, kwamba kwetu Mungu dhambi si tutenge mbali na uso wako. Tunaomba rehema Mungu, tunaomba tutakaso, tunaomba nguvu, tunaomba ushuhudia katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, naomba rehema natuba kwa ajili ya Tanzania yangu, kwa ajili ya familia mmoja moja, moja, kwa ajili ya ukoo mmoja mmoja, kwa ajili ya jamii mmoja baada ya nyingine, kwa ajili ya kila mkoa, kwa ajili ya kila kiongozi kwanzia chini mpaka juu, kwanzia chini mpaka juu ngazi zote ninaomba rehema na toba, ninaomba utusamehe Mungu, wasamehe familia ya majeshi, tusamehe Baba, tusamehe sote Mungu mtakatifu, tupe Roho Mtakatifu kwa atuongoze na kutuona kwamba sisi tunahatia, tupe kuona kwamba tunahatia, tuweze kutubu wala sio kuinua viburi. Turehemu Baba, turehemu tulipoinua viburi, turehemu tulipojisabia kwa haki, turehemu tulipojisabia kwa sawa, katika jina la Yesu Kristo wetu Yesu Kristo. Mungu, rehemu viongozi wetu Baba, ninaomba ukawasamehe familia ya majeshi sisi tuko katika nafasi yetu na Mungu, tusamehe. Sasa tunawaombea rehema, tunawaombea toba, tunaomba kwa ajili ya kila mmoja, bila uchungu, bila kinyongo, tunaomba rehema na toba katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu, ngazi zote juu mpaka chini, naomba Mungu wasamehe, wasamehe sana, Mungu, haijalishi tuki kimetokea katika serikali yetu, lakini Mungu, ninaomba wasamehe, ninaomba wasamehe, Baba, ninaomba huruma yako, mfalme wa majeshi, wasamehe, wasamehe, wasamehe, Mungu baba yangu na Mungu wangu na kushukuru pia kwa ajili ya kutupa nguvu ya kusogea mbele za kuna kombalo lolote. Nasi tunaomba amani juu ya nchi yetu Mungu, katika jina la Yesu Kristo, lakini maombi yetu yataanzia Israel, maana naona kwa ninasema pema majeshi yeyote ambaye atakumbuka Israel atabarikiwa, yeyote ambaye atakumbuka Israel atabarikiwa, na mimi naikumbuka Israel. Sasa ninaomba amani Israel, katika jina la Yesu, ninalinda mipaka ya Israel katika jina la Yesu, nalinda amani ya nje na ya ndani ya mipaka ya Israel kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Israel ni taifa kubwa, Israel ni taifa teule, Israel ni taifa la amani. Hey, amani kawe na Israel. Yesu Kristo, amani Israeli ya Israeli katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu natangaza amani ya kweli Israeli. Nasitisha kila vita juu ya Israeli. Nasitisha matatizo yote juu ya Israeli. Nasitisha vita za muda mrefu ambazo zimekuwa zinatokeza juu ya nchi ya Israeli. Ninaomba amani yako Mungu. Naomba urejeshe na nguvu ya ajabu juu ya Israeli katika jina la Yesu Kristo. Ninajua nikiombea Israeli, mimi kama Tanzania, Mungu utanibariki. Mimi kama Tanzania, utanizidishia. Mimi kama Tanzania, utanipa hiyo amani ya kweli ambayo utaipa Israeli katika jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu. Na kukumbuka kwetu Israeli Mungu mtakatifu usiwe bure, bali tunaomba fadhila zako sikae pamoja na sisi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu. Na mimi naiombea Tanzania sasa. Ninaomba amani, ninaomba urejesho wa hali ya juu. Ninaomba nguvu za kweli

sahau muondolee huo uchungu pale ambako alihukumu Mungu, naomba kamuondolee katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Mungu ponya moyo wa huyo mtu, ponya moyo wa yule mama, moyo wa yule baba, moyo wa yule kaka, moyo wa yule mtoto katika jina la Yesu nchi yetu nyuma, yamkini wana roho ya kutambika ndani ya maisha yao, yamkini wanaona kama kwenda kwenye mizimu ndo njia sahihi ya kutuliza amani katika nchi yetu. Mungu mtakatifu, ninaomba rehema na toba kwa ajili ambao aliekea miungu mingine katika ukoo na katika jamii au katika kundi fulani la watu katika mkoa fulani, katika jina la Yesu Kristo. N na nasema Bwana Yesu, yeyote ambaye ata geuka jina lako Mungu mtakatifu, hata wewe utamwacha na mimi. Naomba fanya majeshi, yule ambaye aligeuka jina lako akaigeukia miungu, naomba ukamsamee, naomba kumrejesha katika upendo wako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Pia Mungu mtakatifu, nina kuomba kwa ajili taifa zima sasa. Ninaomba nguvu za ajabu juu ya kila Mtanzania katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Naomba nguvu za ajabu juu ya serikali nzima katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kundi lote la viongozi na watakasa kwa damu yako, nikiomba ukawasamee, nikiomba kaganye mioyo pale ambapo na wao walijeruhiwa na mambo yao mengine Bara wewe ukatili au ikawaje kwa namna yoyote ile, Mungu anapoku kawasamee. Ninaomba nguvu zako juu yao Bwana. Ninaomba hekima sana na maarifa juu ya nchi yangu. Ninaomba hekima ya kutunza amani kwa na sisi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu ninaomba usinyamaze. Umetukumbusha kushikilia tulicho nacho. Tukione ni cha thamani. Nasi tunaishika amani uliyotupa Mungu mtakatifu maana ni tunu kubwa mno. Imetukuza katika upendo wa hali ya juu. Hatujui kuona damu zikimwagika. Hatujui kuona mabomu katika nchi yetu. Mungu mtakatifu tunaomba hiyo yu amani iweze kudumu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Mungu Mungu Baba yangu, narejea neno lako, linasema wewe ni Mungu panguae ratiba. Mungu mtakatifu, nasimama na hilo neno, ninaomba kapanguae ratiba za kila mtu ambaye amekusudia kuvunja amani ya nchi yangu kwa namna yoyote ile, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Shetani, sikia hii, nakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu tunayopewa kama Mkristo ya kusimama na kukanyaga nge na nyoka. Wewe ni nge, wewe ni nyoka, nakunyamazisha katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amani ya nchi yangu ikarejee, nguvu katika nchi yangu ikarejee, furaha ya nchi yangu ikarejee, machungu yote yakaondoke katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Huo uvunjifu wa amani na ukataa, inapangwa hiyo ratiba, nakanyaga hizo nge, nakanyaga hizo nyoka katika jina la Yesu. Kila sina inayoenda kufanyika ya kuharibu amani ya Tanzania, naivunja katika jina la Yesu Kristo. Nanyosha mkono wa Mungu, nanyosha heri za Mungu, nanyosha baraka za Mungu

Mbegu ya uchungu ndani ya kila mtanzania aone kwamba vile kuvunja amani ndio suluhisho la kila kitu, ninaharibu hiyo nguvu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, ninaharibu hiyo nguvu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kila silaha ambayo inainuka kinyume na mapenzi ya Mungu juu ya Tanzania haitafaulu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, amani, amani, amani tawale, furaha ya kweli tawale, nguvu ya kweli tawale, afya njema ni fungu letu katika jina la Yesu Kristo, damu isimwagike, na kwa Bwana Yesu anasema kwamba damu yako ile ambayo ilimwagika msalabani mara moja inatosha kabisa kusafisha kila kitu, Mungu mtakatifu ile damu ya thamani ile damu yenye msamaha na huruma nyingi ile damu yenye neema na kibali cha ajabu ile damu inayotakasa sana kuondoa kila kilicho kibaya. Mungu mtakatifu, naiita ile damu ya Yesu, naiita ile damu ya Yesu. Sasa ile damu ya Yesu iliyomwagika mara mmoja, Mungu, ikasimame sana ikafunike Tanzania, isiwepo mtu yoyote ambaye damu yake itamwagika tena. Kwa Mungu, ulikufa wewe kwa ajili yetu, hakuna atakayekufa kwa ajili yetu zaidi yako Mungu Ndomba kusipura mhanga wa namna yoyote ile. Wa mtu ambaye anatamani kufa kwa ajili yetu hapana. Wewe ulikufa kwa ajili yetu imetosha kabisa. Imetosha Mungu ulipokufa kwa ajili pale msalabani na ukafufuka. Ukafufua kila kitu upya. Ukafufua uzima, ukafufua amani. Mungu ukafufua kila ambaye na machungu sasa hivi. Na Mungu ukafufua yule moyo wake tena, mpate kukupenda tena, mpate kuiombea nchi yake tena. Haijalishi imejiruka kiasi gani Mungu anarejesha amani katika moyo wake, anarejesha nguvu, anarejesha furaha, anarejesha afya njema katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Oh Yesu, sikia kuomba kwetu Baba. Oh Mungu, sikia kuomba kwetu Mungu. Tumelemewa na machungu, tumeumizwa muda mrefu. Haijalishi tumepitia nini katika nchi yetu Mungu, haijalishi uchumi wetu kandamiza kiasi gani, haijalishi watu wamelia kiasi gani, haijalishi wengine mpotisa kazi zao kiasi gani, haijalishi walio singiziwa kesi mahakamani, haijalishi kwa namna yoyote ile Mungu, haijalishi tumepitia nini. Kwa baba mwenyezi, tunaomba leo tukasamee, tukaachie baraka zipite. Mungu mtakatifu, tunaamini kabisa baraka ipite katika manung'uniko. Ndio maana ninaomba kwa ajili ya kila mtazamaji, ni machungu achie machungu yake katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu Ujue kuomba kwa kuboku sasa utamkwa ninakualika mahali hapa. Roho Mtakatifu wa Mungu utufundishaye kuomba na kualika mahali hapa. Kwa na ndio kuna sema Bwana, sisi tunaomba lakini hatujui kuomba ipasavyo. Na sisi Roho Mtakatifu wa Mungu ujue kuomba kwa kuboku sasa kuweza kutamkwa. Utuombe kwa baba kwanza kujifunza kuomba katika roho na kweli, kujifunza kuomba katika usahihi. Na pia katuombe maombi yetu yaweze kupokelewa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu usinyamaze. Ingilishini kufurike siki ni Mungu, naomba utusamehe, mtakatifu kaka tusikie. Roho Mtakatifu wa Mungu moshe kimbali, sikio lako sikio lako Mungu, sio uzito wala macho yako haya yashindie kutuangalia kwa huruma. Tunaomba utuangalie Mungu, tunaomba utusikie Mungu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ni kweli dhambi yote tutenganishe tusiuone uso wako, ndio maana tulitanguliza msamaha. Baba, naomba usikumbuke dhambi za Tanzania, usikumbuke dhambi za viongozi wetu, usikumbuke dhambi za Tanzania, Mungu. Usikumbuke ile mlaani yeyote Tanzania katika jina la Yesu, tunatangaza baraka Mungu. Tunatangaza nguvu, tunatangaza uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amani muda mrefu Bwana Yesu

Sasa katika jina la Yesu, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, nasema Yesu, Yesu, Yesu. Namtangaza Yesu maana ndio kiongozi wa kweli, namtangaza Yesu maana ndio mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Mungu, kuna wale ambao hata kuomba mioyo yao inakuwa mizito, kuna wale hata kunyanyua ulimi kusema asante Yesu ni shida. Mungu, naomba sasa kwa ajili yao, ninaomba kafungue mioyo yao Mungu, Mungu, wajue kuomba kuna umuhimu kwao, ninaomba kafungue mioyo yao wajue, roho mtakatifu, na umuhimu wa push kuomba, ninaomba roho mtakatifu wa Mungu kaseme na hawa watu ya leo ambazo zimekuwa nzito, tujua ulipitia nini, lakini Mungu anaomba ukaseme na wao katika jina la Yesu. Ninasema Mungu mtakatifu ya kuwa kila Mtanzania atakuwa na roho ya kuomba tu kupitia Roho Mtakatifu wako, na mimi naomba Roho Mtakatifu akasimame na kila Mtanzania aone kwamba kuna nafasi ambayo umempa ya kusogea chini ya miguu yako mtakatifu na kuomba lolote kwa jina lako na kwa ujasiri wa hali ya juu kwamba wewe ni Baba na sisi ni watoto, na hiyo ni Baba na sisi ni watoto wa Mungu. Hatuwezi kuomba mkate ukatupa jiwe, wala tukakuomba samaki ukatupa nyoka. Nasi tunaomba Mungu, ukasikie kuomba kwetu. Tumeomba amani na sisi tunapokea amani, tumeomba nguvu. Tunaomba nguvu. Tunapokea nguvu. Tunaomba furaha na tunapokea furaha. Hatutapokea tofauti na hapo, katika jina la Yesu. Imani yetu si bure kwako Mungu, wala kuomba kwetu kusiwe bure, Baba wa majeshi, maana tunaamini katika nguvu, kwa huruma yako Mungu, na kila kitu nachokiomba hapa katika jina la Kristo na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu, unasikia kuomba kwetu. Asante kwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu. Asante kwa kuwa ni Baba mwenye neema nyingi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Asante Mungu mtakatifu. Asante kama majeshi. Pokea sifa, heshima na utukufu. Mlinde kila Mtanzania Mungu. Mlinde kila aliye kwa kote saa hizi. Mlinde aliye hospitali, mpe afya njema. Mlinde aliye kwa barabara, na afike salama. Mlinde kila anayejifungua aweze kupata mtoto wake salama saa hii. Mlinde kila anayetafuta ujuzi, na naomba ukampe apate amani ya kweli. Mlinde kila mtu ambaye ana uhuru katika familia yake, Mungu mpe amani. Mlinde ambaye amejikatia tamaa na maisha, Mungu mpe nguvu ya kuendelea e, mbele. Katika Asante Mungu. Asante, asante Mungu. Asante katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ya... Asante Mungu. Asante kwa ajili ya Tanzania yangu, asante kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya jamii zetu, kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya kila kitu, kwa ajili ya kila kitu katika jina la Yesu Kristo akacho kibitia saizi kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunasema ni asante, asante Mungu atota kufu tunasema asante, asante, asante Mungu, tupe njia zaidi, tupe nguvu zaidi ya kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu, meni lipia gharama. Asante Bwana Yesu.

Barikiwa sana mtu wa Mungu na wewe na wakati mwema katika jina la Yesu. Hadi utakapokutana wakati mwingine. Nakupenda sana sana sana.